Kuna mama mmoja mpaka mtoto wake anamtishia kwamba yuko tayari hata kuuza figo kama atamtumia nini atamtumia pesa za kuweza kusafiri kwenda huko ngambo kwa ajili ya kuwa bilionea. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewatazalisha wazazi na walezi kutoruhusu vijana wao kusafiri hadi mkoani humo kwa ajili ya kushiriki mafunzo yasiyotambulika kisheria. Tahadhari hiyo imetolewa baada ya kubainika kuwa baadhi ya matapeli wanaotumia mitandao ya kijamii kwa rubuni vijana kwa ahadi za kuwa mabilionea kupitia mafunzo ya ujasiriamali ambayo hayana uthibitisho wa Serikali. Akizungumzia tukio hilo, kamanda wa polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Alex Mkama amesema katika msako maalumu wa kukabiliana na wimbi la matapeli wa kimtandao ulioanzia mwezi Januari hadi Machi elfu mbili na ishirini na tano, takribani vijana mia tatu tisini na tisa wameokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao pamoja na kuwashikilia zaidi ya watu kumi na tisa ambao ni viongozi wa makampuni yanayohusika na utapeli huo. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operation za kukabiliana na matapeli sugu ambao wanatumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao mbalimbali, kwamba wanawafundisha vijana namna ya kuwa mabilionea na baadaye, kwa kutumia majina ya makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Kwetu tumekuwa na, na wimbi za matapeli kwenye mkoa wetu wa Morogoro na sisi, tangu Januari tumekuwa na operation mbalimbali mbali mbali za kukabiliana nao kwa sehemu ya utapeli ambao tunaoona ni haya makampuni, makampuni aidha bandia au walali wake pia bado wanachunguzwa. Amekuwa na mtindo wa kuwaita vijana kutoka mikoani huko kwa ajili ya kuja kufanya mafunzo ya ujasiria mali au kuwafanya wawe mabilionea matajiri kwa baadaye. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global. Nyingine inajiita QY Group of Company. Lakini kuna kampuni inaitwa Q-Net Group of Companies na kampuni nyingine inajitwa Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Tutaona vijana hawa wanashawishiwa kutoka kufika eneo watakaloelekezwa ambapo hulipa ada ya shilingi kati ya mi, laki sita mpaka milioni moja. Na wakishapokelewa kwenye kwenye kambi ambazo zimeandaliwa, ambapo ni nyumba kubwa zenye uzio, ambapo si rahisi kuonekana na watu wengine, kisha kuanza kuwalazimisha au kuwashawishi wenzao ambapo huwavuta kwa maneno mazuri na kusafiri kufika kambini mkoa wa Morogoro. Vijana hao wakiwa kambini hurubuniwa na kuanza kuwalazimisha wazazi wao wawatumie pesa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi, wakiaminishwa kuwa watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo, lakini utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro, wengi watoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana 399 wameshaokolewa kutoka mikononi miko mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya 19 wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Kuna mama mmoja, mpaka mtoto wake anamtishia kwamba yuko tayari kuuza figo kama atamtumia nini, atamtumia pesa za kuweza kusafiri kwenda huko ng'ambo kwa ajili ya kuwa bilionea. Lakini mwisho wa siku sasa wanaachwa Wako, wako solemba tu wanakuja kutoa taarifa kwenye vituo vya ya polisi. Kwa hiyo wazazi wasikubali kuwaruhusu vijana wao kuja kufanya mafunzo ambayo sio rasmi. Serikali ina utaratibu wake wa kutoa mafunzo ya ujasiriamali, lakini viko vio ambavyo vinatambulika vinatoa mafunzo ya namna hiyo na sio kwa watu ambao unaona kwamba huwezi kuwa trace au kuwafuatilia kwa haraka haraka. Nipata kwa taarifa za kuza, mtoto wa kaka yangu kutekwa na watu wanaojifanya kwamba ni watu wametoka Dubai kwenda kuwatafutia kumtafutia kwa kazi alikuwa field alikuwa kibao nimepeleka wo akaea Eric, akampa namba na akampa shilingi elfu saba kama zawadi. Baada ya siku tatu amerudi mkoani, kampigia simu, kuna kazi Morogoro, njoo lakiiwatakuja na laki na nusu kama hela ya kumpa yule anakuja kukufanyia usaidi yesi. Tukampa mtoto hela na nauli, akapewa akaja Morogoro. Siku tatu mbili apigiwa imu watu 30 lakini watu sita wame, kwenye ambao mwanetu mmoja nafasi ya kwanza, kwa hiyo ataenda Dubai, lakini kuna wengine watanda Malaysia watatu. Yule dada anasema kwamba wanataka milioni tano na laki nane kwa ajili ya usafiri. Lakini kamwambia mtoto ana visa ana chochote anasafirija, kanaambia usijali mama, sisi tunafanya hizi kazi, na kwa mwezi mmoja atakuwa analipo milioni mbili kwa mtu naye. Yani kama vile amemwathiri saikolojia mtu naye akampaka, namwambia mama, mama, naomba uzoe ile neno langu niondoke, niende mama, nikatafute riziki. Kwa hiyo hivyo kwa nikajaribu kutafuta, nikampigia RPC wa mkoa Kilimanjaro aweze kuninganisha na RPC wa mkoa wa Morogoro. Wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Baada ya kupiga Morogoro, arabisa amenipokea, kanunganisha na OCCID. Tuko online nikafanya mambo, tukaendelea kupambana. Basi jana wananipigia simu, niko kwenye kikao, anaambia mheshimiwa, njoo shapata kijana wako kwao. Nikasema nipange safari jana usiku na nimeingia pasi hakuna moja asubuhi nikiripoti. Kutoka mkoa wa Morogoro, mimi ni Jackson John.